Tangu nitoke sijanyanyua kinywa changu. Kwanza niliomba Mwenyezi Mungu asije akanifanya nikaongea kwa hasira, lakini pili, nilikuwa natafakari nini cha kuongea, na kwa kweli muda unatosha, maana tangu Jumatano mpaka leo Ijumaa nimetafakari vya kutosha. Niseme tu, ndugu zangu, waumini wa, wa Kiislamu na wote tuliofika hapa, nilipokuwa mahabusu kwa kweli nilikuwa na hasira sana, nikasema nikitoka nitakuwa kama mbogo, lakini hasira zenyewe nilisema namna mbili tu, maana hakuna hatari kufanya kazi na mtu kama ambaye ameshushwa cheo. Mimi DC wangu alikuwa bosi mkubwa kabisa Ikulu, sasa ameshushwa amekuwa DC. Nikasema hasira nazimalizia kwangu nini? Sasa nilipokuwa ndani na tafakari namna gani mtu wa namna hii ni mkabili kwa kuwa nimefanya kwa umri wangu mdogo, nimefanya kazi na madisi kama wanne, sasa yeye ni watano na wote bila shaka, sijawahi kuona hata wale ambao wanapingana nao, sijawahi kuona wakifanya vile. Kwa hiyo nilikuwa na hasira sana, lakini niseme tu, niwaombe, nimeona kwenye nime mitandao, kwenye magazeti, nimwombee msamaha mheshimiwa mkuu wa wilaya wa Ubungo. Kwa kweli mumsamehe kwa sababu tatu tu. Moja, nimepokea masikitiko yake na pole yake tangu sijatoka mle ndani mpaka anatoka. Lakini pili, halikuwa ana namna na yeye, katafuta namna yoyote ya kunifikishia ujumbe huo kwamba sikuwa na namna. Kinachoashiria ni kwamba mimi kama kiongozi, kumjua adui ni nusu ya ushindi. Adui wetu sisi sio DC wa Ubungo, asingekuwa na gati za kufanya hivyo. Kwa ni muombe tu msamaha kwa sababu yeye ndio tunayemuona mbele na mtekelezaji wa jambo lile. Kwa mimi niseme kwa niaba wana Ubungo na wananchi wa Ubungo tumuombe na muombea msamaha DC. Na kwa kweli niwaahidi nitashirikiana naye sana kwa kuwa nimemuona ni muungwana. Ni mtu tu ambaye kama mtu mwingine tu kwamba bila kufanya hivyo basi kitumbua chako kingepotea. Tulitegemea afanye nini? Kwa tunajua maagizo yalitoka wa wapi, na sina haja kusema yametoka wapi lakini ni kazi waliofundishwa walielekezwa, na inasemekana kwa wajumbe wale walionifikia kwamba kazi ile itakuwa ifanyike siku nyingi, lakini nao wamenisifu kwa umakini wangu, udari wangu, na kwamba nafanya kazi vizuri, ndio maana kila muda wanapeana maazimio namna gani wa kumrudisha nyuma kwenye spidi ile. Kwa sababu hiyo nikajilizisha kabisa kwamba sina sababu ya kumtukana, sina sababu ya kumlaani, sina sababu ya kumtenga kusema tufanyi naye kazi kwa sababu tumeshajua kwamba nguvu aliyopewa ya kufanya ilitoka juu na angepinga maana yake angekwenda na maji. Kuhusu kilichotokea, ni kitendo ambacho kila mwaka kinatokea. Nimekuwa diwani Kinondoni, ninazo kalenda nyumbani kama tano, kwa sababu iftari sijaja nazo, sio sehemu yake ambazo ambazo kalenda zile nikiwa diwani, baadhi ya picha za kalenda, ambazo zinatolewa na manispaa wanaonekana meya na watu wa wasem wanakagua miradi shule mbalimbali na madaraja nikalenda kabisa natoka ya manispa. Ni safari yangu ya kisiasa, nimekaa jela nne, nimekaa mahabusu zote kumi na sita za Dar es Salaam. Ile ya Mbezi peke yake sikukaa kwa sababu ni mpya. Kwa hiyo <laughs> alikuwa ananimalizia tu kunifanya kwamba sasa niwe nimetimiza mahabusu zote Dar es Salaam. Nimekaa Stakishari, nimekaa Kawe, nimekaa Magomeni, nimekaa Central, nimekaa Kigamboni, kila sehemu nimekaa. Nilikuwa nimebakisha ile tu ya Mbezi kwa Yusufu. Kwa nayo nimekaa. Wala msinipe pole, nipeni hongera na kituo kile cha polisi tumekiahidi tutakipelekea vifaa vya usafi na rangi. Na mimi ninamwambia DC kama siku nyingine watamwonesha pressure, asiliski kazi yake. Mimi napenda ni kijana kama mimi aendelee kufanya kazi. Kama wakimwambia niweke ndani aniweke hata mara kumi kuliko apoteze kazi yake. Kwa sababu masaa arobaini na nane siku mbili nitazihimili tu. Lakini watoto wake wale na hawasomeshi. Lakini naamini waliomtuma watajua kwamba yule sio adui atutaki kumuona, yule tunayemwona mbele. Tumeshajua oda ilitoka wapi na maelekezo yalitoka wapi. Isipokuwa la mwisho la kumalizia tu hadhira hii na waandishi wa habari na Watanzania wote ni waidi. Mheshimiwa Lowassa ameongea pa kamati kuu iitwe na kwa kweli itaitwa, lakini mbali na chama na kamati kuu tu watazochukua ni waidi wa Tanzania. Mimi nitakuwa mwanasiasa wa kuwekwa ndani mara ya mwisho kwa amri ya wakuu wa mikoa na ma-DC. Nitajitahidi kwa nguvu zote kwa namna yoyote, amri ile kisheria, kinamna yoyote, tupambane mpaka kuhakikisha kwamba hata kama mimi sitokamatwa tena, basi sije kutokea kiongozi wa kisiasa yoyote anayekamatwa kwa amri zile. Kwa hiyo tutai challenge oda ile na tunajua kwamba oda ile, tunajua oda ile tukiacha itaathiri watu wengine zaidi. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya watu wengine tu basi itakuwa ni jambo jema. Nimeipokea oda ile na imenigusa mimi, basi ni wajibu wangu kupambana. Ile DC wa Ubungo kuagiza mwanasiasa wakendani iwe ni ya mwisho, na kwa kweli kazi na waidi nitaifanya, na wiki jana nitaifanya.